Assalamu alaikum, naitwa Saidi, karibu kwenye channel yetu ya tujifunze HTML kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza iframe. Iframe ni nini? Iframe ni tag ya HTML inayotumika kuonesha ukurasa mwingine wa website au kuonesha sehemu ya ukurasa mwingine wa website ndani ya ukurasa wako, tupo pamoja ili kunifahamu, twende katika browser. Okay, ninazo hizi hapa faili tofauti tofauti nao mfano na faili hapa imeandikwa indi na hapa na faili imeandikwa index. Twende tukarani faili hili hapa la index, tukenda hapa index, hapa tunaona kuna mtoto huyu hapa, nadhani tunafahamiana mpaka hapo. Sasa tumesema kwamba Iframe ni tagi ambayo inatumika kuonesha ukurasa mwingine wa website ndani ya ukurasa wako, au katika ukurasa wako. Huu hapa ni ukurasa wa website, lakini kwa kutumia iframe tuna, tu, tunaonesha ukurasa mwingine wa website katika ukurasa huu. Tupo pamoja, nadhani tumefahamiana. Okay, sasa tuende katika kodi, katika kodi tunaingia hapa katika sehemu hii, tunaandika tu, utaandika hivi iframe. Iframe hii hapa tayari. Katika sehemu hii hapa ya SRS ama SRC manake source, unaandika jina la au linki ya ule ukurasa ambao unataka ukaonekane kwenye ule ukurasa wako. Tupo pamoja eh? Sasa hii ukurasa wetu kumbuka, ni index sasa, ambao tunataka ukaonekane ndani ya ukurasa huu ni ukurasa huu unaoitwa indi. Kwa hiyo mimi moja kwa moja nitaandika tu hapa katika sehemu hii nitaandika i n d ambayo ndio hii indi dot html ambayo ndio hii hapa, tupo pamoja okay. Kama tuko pamoja sasa, kabla ya kuonesha iframe jinsi inavyofanya kazi, kwanza twende tukarani hii faili hii hapa, tuone itatokea vipi. Tukija katika browser hapa, tunakuja katika indi hii hapa, unaona indi amekuletea ukurasa, amekwambia karibu kwenye website yangu, tumefahamiana okay. na hii hapa le ukurasa tulo urani au tulo browse kwa mara ya mwanzo huu hapa, kuna mtoto sasa. Tunatumia iframe kuonesha huu ukurasa huu, huu ukurasa huu hapa kuonesha ndani ya ukurasa huu hapa, kwa kutumia iframe. Tupo pamoja sasa, cha kukifanya hapa mimi kwa vile nishaandika kwenye kodi na refresh hapa, nikirefresh hapa ukiangalia chini hapa, unaona ukurasa karibu kwenye website yangu, lakini haionekani vizuri kwa vile inaonekana ni ndogo sana. Tunarudi katika sehemu hii hapa ya kuandikia kodi, tunakwenda kutia kuongeza width manake upana na urefu hapa jinsi ya kuongeza hapa unaandika width tumaaniana width, mi naweka mia sita, unazoona ni size yako. Na height hapa nitaweka mia e, tano. Tupo pamoja. Sasa nikija hapa ku refresh page yangu nitaona ya hapo jinsi itaonekana, ile ile website yangu ile ya mwanzo, hii hapa inaonekana ndani ya ukurasa huu huu ambao kuna ule ukurasa wa asili tulio ubrowsi kwa mara ya mwanzo. Hii hapa imeandikwa karibu kwenye website yangu, kama inavyoonekana hapa, karibu kwenye website yangu. Nadhani tumefahamiana, okay. kama umejifunza chochote katika video hii, na kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kukomenti. Asante sana, tukutane katika video inayofuata. Bye.